alaa okay. klala umali tungependa usimulie kile ambacho umetusimia biani ta kamera pale ushie nafojetu aia kile ambacho kulikukuta k okay, asante kwa kifupi labda tunaweza kuanza ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi na nane nilikuwa naiikuwa naka... natoka kazini maeneo ya sinza sinza ya makabuli natoka kazini naelekea nyumbani kwa mida ya jioni nimetoka pale natembea kwa mguu, nikaa kituo cha daladala. Nafika sehemu, nakutana na baba wawili wako tigwa pesa, natoa pesa na ule wakala, nikawasalimia nikapita. Baada ya kupita pale, nimefika kwa mbele, ule wakala kaniita, "Dada samau, unaitwa na nani pale ulipopita, kuna baba wawili wamekuita." Nikarudi nyuma kweli, nikaongea nao, akaniomba namba ya simu, nikawapatia. Nimefika mbele, wakanipigia simu Baadaye tuka tunaweza tukamiti basi, jebu hata elfu ishirini rafiki yangu mwingine inakata, inakata, tukaenda kwa wakala tujibu kutoa yani kutoa kumpelekea wakati tumwamishie ile salio kama watakuwa ni wazuri kwako. Hivi, kuona. basi sawa mefika jioni mida ya saa mbili mbili yule mka akanipigia simu alikuwa anaitwa Beni akanipigia simu uko wapi nikaambia niko nyumbani tukamenti kaambia ndio taka tutoke, nikamwambia haina shida. ya kufata mtu akaja apo yule mtu mpaka hmm, nyumbani. Sasa mbona huyu mtu mimi sijamwelekeza, amekuja kujaje mpaka huku? sikujaji sana attoketu nikamwambia amna kanalika, kanalika nitoke mwenyewe. Nikamwambia poa, haya saa nimetoka, nipo nje maana kaja zuri na gari zuri, labda mtu ananionea wivu, nikaamua kuachana naye, nimeenda mpaka ko nipanda kwenye gari lake. Kwenye gari nimekaa siti ya nyuma, kaniambia nikae siti ya nyuma

Nikaingia ah, ndani gari, sasa kuingia na mimi nashuka kwenye gari na ule mtu. Asa nyumba yake kwa, ni kubwa sana. Asa ile korido vile, tunapita nasikia kama sauti za ndege ndege, aikaa vile mtu popolini sasa Usiku wa manani, niko polini, sauti za ndege, wadudu ah, basi nikafanyaje mimi? Sikujali sema labda majumba yetu ya kifahari, mimi nyumba zingine sije kuingia, kila nyumba ina nini na muonekano wake mm. Basi nikaachana na hiyo na mawazo, nimeingia mpaka ndani, nimekaa stable, akaniambia ni kwete nini ambacho unakunywa, nikamba ni tatawaini. Akaenda kachukua waini akaniletea. Sasa ile waini alioniletea yeye Hmm, sio kama waini zingine, wani kuta ina TBS na sio imetengenezwa wapi, imekuwa kwaje, hakuna ile waini. Waini tu ni nyekundu kwenye ile lebo lo inakata, lakini nikitaka kunywa ile waini lo inakata. Sasa ghafla nikajikuta miguu yangu imekufa ganzi na mikono kwa, siwezi kuinuka wala kumuita yeye, nikasema nimngoje. Nimepita kwa muda kama ya saa mbili mpaka saa sita mtu aje atoka ndani, mtu amekuja kutoka ndani muda kama ya saa saba hapo tumeinuka, toka saa mbili nikasema naenda kujianda, bili anakuja anakuja tunda kujua ilikuwa ni muda gani? Ilikuwa ni saa mbili ya usiku, au ilikuwa muda gani? Nilifika hapa nyumbani kwake ilikuwa ni saa mbili usiku, na maana kwamba nilikaa kwanza saa mbili usiku mpaka saa ngapi? Saa saba usiku, ndio anatoka ndani, ndio kujiandaa vile. Anatoka katoka, kavaa kanzu nyeupe, haina hata doa, afu kichwani kwake, afu kichwani, kichwani kwake, kutoka vile na ile kanzu yake nyeupe ile, hasa kichwani kwake palikuwa tofauti na before nilivyomuona maana mama kwanza alikuwa kavaa kofia, niko bado sijaona kichwa chake. Nikamwona ana kimsalaba kidogo kidogo kichwani, sio so, kama vile labda mtu kanyoa kachola ni msalaba. Hapana, msalaba kabisa umesimama kichwani. Sasa ile nikaanza kutiwa wasi wasi na uoga, akasema, "Mungu wangu leo sio, kinatokea nini?" Sasa nikamuuliza, ndio tunatoka out hivi? Akanambia, ndio. Eh, nikasema, Mungu wangu leo sio hata kitatokea nini? Akanambia, aje, njoo kwanza e, chumbani mara moja.

Ya, nika, ni yani, nikaingiwa na wasiwasi yani, a siwezi ta kutembea yani yani, kifupi kama nilichanganyikiwa, nikasema Mungu wangu mwisho. Mimi nikaambia, mimi siwezi ndo ndo shafika humu ndani, yani humu ndani huwezi kutoka. Ndo shafika humu ndani, huwezi kutoka. Nikamwambia ndo hivyo, mimi siwezi kufanya chochote hasa pale, yani ile unatamani nikubali, natamani kata, nikasema Mungu, tata nisimamia, siwezi. Akaingia akaingia ndani mle mle ndani mle, kama vile kuna kimlango cha choo, kile kimlango chenye ni cha kioo, ukifunga tu kile kimlango na kukutana na kabati za vioo. Je, kabati ndani yake zina nini? Vichanga vitu vichanga vingi na wasiwasi. Yule mkaka akatoka na nini? Akatoka na sindano, akaniambia, inabidi ufanyeje? Uchome hii sindano. Nikamwambia mimi siwezi sasa. Vile nilivyokataa mimi, akaingia mle ndani, kila nikiingia mle ndani kila kirudi anabadilika na kwa macho ya bluu macho yanang'alang'ala, nakuja amevaa majio meusi mekundu, yani mauzauza, yani kila aina mauzauza. Mara kaja -ka kavaa kofia yani kama vile mtu ni frimason yani vile nimezimia ni ni ni kwa kama mida ya saa nane naelekea nkaja kushtuka, sangapi mida kama ya saa kumi ndo ananilazimisha sasa, lazima ufanye hivi, lazima ufanye hivi, lazima ufanye hivi. Mimi nikakataa, akaniambia kwa sababu umekataa basi, chukua hii sindano, jichome, jichome damu yako idondokee pale kwenye ile msalaba, damu yako idondokee, kisha idondokee hapo, mimi nitakuruhusu uende, zile pesa zote zitakuwa za kwako. Mimi siwezi nikakataa. Sasa baada ya kukataa, ikabidi nifanyeje, tulie kuzozana sasa pale ipokuwepo tumle ndani mlehozi kufanyaje kutoka maana ile milango nimelokiwa, na nini na kadi, milango naingilia na kadi kadi, anazo imisi hapo. Sasa ndo nazidi kumwomba Mungu kimoyo moyo, baadae tu mwenyewe akaniambia ondoka, milango ile ile milango ikajifungua yenye, nikaondoka asa ile nimetoka tu ndani vile, nafika mbele sasa, nikaangalia nyuma, hamna jengo lilotoka nanatuma kaburi asna kingine nicho shangaa, nilikuwepo sinza makaburini vile nimetoka nje, natokea nipo sheki langu kwenye yale majengo, majengo ya viwanda yale nimetokea. Kwanza kaanza kushangaa hapo, ni usiku saa kumi. Basi vile sije na wasiwasi, nilikuwa nibeba simu tu, maana nilikuwa na pochi, watu wote nikaviacha katika hali za kukimbia. Sasa vile nakimbia, nikakutana na nini na gari, sije gari kanimulika hionka gari a na, na, na atu mbao kwa anafahamia na kwa muda huu anakutokea wale wale ambao umekutana nao kwa usiku. Alikuwa nasikia sauti au ilikuwa ni wewe peke yako tu, na labda kumwona, kusikia sauti ambayo alikuwa inakuonya? Yani ilikuwa ni mimi tu ambao namuona pia ndo namsikia. Na ni wengi tu, tunakuta mili yao imetupwa, amenyonywa damu. Tunahisi na huyu ni huyo mtu, ukifika hapo anakuta kitu kitupu.